Mizigo mizito kwenye mabega ya wengine wetu, kama alivyoweka kwa Nehemia. Na Mungu akiweka mzigo kwa ajili ya kazi yake katika maisha yako, pokea huo mzigo, upokee kwa moyo wote, kwa sababu Mungu aliyekutwisha huo mzigo hatakuacha. Hatakuacha huyo Mungu atakuwa pamoja nawe, atakuangalia uingiapo na utokapo, ili mradi tu fikra zako zisiwe kwa ajili yako wewe mwenyewe, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Fikra zako ziwe kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Huo mzigo Mungu akikutwisha, upokee na Mungu atakuwa pamoja nawe. Sasa, kwa sababu tuko ulimwenguni, kuna matatizo na vipingamizi vitatokea, lakini unajua, hata Nehemia ambaye alipata kibali cha Mungu akapata na kibali cha mfalme akapata na ulinzi akapata na mali akapata na kila kitu alichohitaji. Walipoianza kazi ya Mungu, shetani alijitokeza kila upande, akipinga kazi akipinga kazi. Ninapenda Nehemia alichofanya. Nehemia hakuruhusu chochote wala yeyote amtoe kwenye kazi Mungu aliyomwita kufanya. Usiruhusu, ukiruhusu kazi ya Mungu inaumia, watu watakufa. Alichofanya Nehemia ninakipenda. Ali, aliwaambia watu wake, shikeni silaha kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine endelea kushika mawe na kujenga, kwa mkono mwingine endelea kujenga endelea kujenga. Na mimi nakuambia, kwa upande mmoja shika Biblia ambayo ndiyo silaha ya Mungu, lakini kwa mkono mwingine endelea na kazi Mungu aliyokupatia. Acha Mungu akulinde, acha Mungu akutetee, usijitetee wewe mwenyewe. Kazi si yako, mwache Mungu akutetee. Fanya kazi Mungu aliyokupatia. Tuna mifano mingi katika Biblia, tuna mifano mingi hata leo, ya wengine kama wewe mbarikiwa, ambao walitoa maisha yao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unajua unapojitoa hivyo, shetani anakasirika, na akikasirika haendi kwa aliyelala, anakwenda kwa aliyeamka, ikiwezekana naye ampige sindano alale. Uwe mwerevu, Mungu ndiye aliyekuita, na kwa kile chochote ulicho nacho, narudia tena, kile chochote ulicho nacho: ni kazi yako, ni mali yako, ni fani yako ya kazi au utaalamu ulio nao, ni ujuzi wako ulio nao, ni kazi yako unayoifanya, itoe, iwe sadaka ya kumtumikia Mungu. Itakupatia chakula, chakula ndio, lakini vile vile itakupatia nafasi ya kuwasaidia wengine wamwone Mwokozi. Itakuwa ni furaha kubwa kiasi gani baada ya dhiki za mateso ya kazi tunayoyapata kwa sababu tumechagua kumtumia Mungu? Lakini siku moja utakapoona Kristo mwenyewe ametuma malaika kuweka taji ya ushindi kwenye kichwa chako, itakuwa ni furaha ya namna gani? Siku moja tukiwa mbinguni Unapokuta mmoja anakuja kutoka upande huu, mwingine kutoka huku, wengine hata kutoka nyuma, wanakukimbilia na kukumbatia, isingekuwa ni wewe, nisingekuwa mbinguni. Vumilia, fanya kazi kwa amani na furaha, na yeye mwenyewe aliyekutuma ndiye atakaye kuja kukuzawadia. Toa muda wako, toa nafasi yako, toa vipawa vyako, mtumikie Mungu kwa moyo wako. Shirikiana na wengine usijitenge, shirikiana na kanisa lako kwa karibu, shirikiana na wachungaji na wainjilisti na wazee wako wa kanisa. Tu chombo kimoja, ni jeshi moja katika kuleta tumaini kwa Yesu Kristo. Na ninaomba kwa sababu umejitolea kumtumikia Mungu kwa wewe mwenyewe na vile ulivyo navyo Ninaomba Mungu akufanye kuwa mfereji wa mibaraka kwa ulimwengu, na mfereji wako upanuke kila siku, kulingana na unavyojitoa kwa Yesu Kristo na kazi yake. Mungu akubariki sana.